Koma hizi hapa, shukrani za dhati kabisa kwa ninyi wapenzi wa ufuatiliaji si wa kipindi hichi cha mradi koma. Huyu hapa anazungumza, si mwingine, ni Salim mwanangu wa Ahmed kwenye pasi ya kusafiria jina la kutafutia riziki, na nita Gabo Zigamba. Endelea kulambaza nami huweze kupata maarifa stahiki, mshititi wa rugha adhimu ya Kiswahili mbuji huyo, gwiji kabisa, au sio bana? Leo niko kwenye mradi koma bwana, na ndugu zangu Zai Kijiwe Nongwa. Mm. Ndiyo. Mm. Eh, jina lako nani? Naitwa Zainabu aka Zai Kijiwe Nongwa. Oh, mimi najua Zai Kijiwe Nongwa tu, kumbe Zainabu. Hilo jina la ugari. Kumbe Zainabu. Mm. <laughs> Mm. Naitwa Zainabu. Bi Zainabu. Hilo shungi nini, mwezi wa Ramadhani au gani? Eh, unaambua mwezi kama huu lazima ujivae mavazi kama haya. Uh, mm. Ji. Mimi naitwa Glory Michael. Mm. Yeah. Au na aka au na matashtiti au na nini? Aka ndio hiyo uliyotaja Ji tayari. Hapana, unasema Ji mbetu 2000. Ah. <laughs> <Kashi -she. laughs> Mimi naitwa J hivo hivo uh -huh. Utakuongezea labda. Mm. Ledi J, ledi J. Yes. Au sio kwa bana ledi J, au sio? Leo katika mradi koma bana tutaangazia mambo mawili, au sio? Jambo la kwanza utaanza na birthday. Yes. Birthday za uswahilini au <laughs> <laughs> uh, birthday za zozote tu lakini, ni birthday. Zamani ilikuwaga ile mambo ya camping, camping, na nini. Anasumbua sasa hizi, mm. inasumbua sana birthday. Mm. haifanani na harusi. Harusi inawezekana mtu kaolewa pepesha vimepita, mm. lakini birthday imekuwa ina visasi. Birthday imekuwa ina ina inafunguliwa magrupu birthday, mm. usipochanga uchangiwe au uzikwi, mm. eh, birthday, lakini ndani ina, ina washereheshaji birthday Mm. E, wamekamilika wajakamilika wamevunjika mchelekoka, umeona wame <natural> wasimami ukiwasimamisha, waki wasimami wakisimama wakae okay. Mm. Sijui unaelewa vizuri bwana eh? Hey, e, sasa watoto wanahudhuria wanaona wanayasikia yale maneno yeah. Wanashindwa kung'amua waking'amua waelewi mm. <laughs> <BI> alafu kitu kinachofanyika si sahihi, lakini mm. kimewekwa kama sahihi okay. Sawa, sawa, eh okay. Okay. Na visasi viko kweli kweli kwenye hizi mambo hizi, katika mradi komo, ndio katuangazie hapo tuweke mm. vizuri, tukianza na wewe Zai Kijiwe Nongwa, kwamba ndio heka heka zako hizi, samtahani eh e. Eh. Kwanza nianze kusema zamani mambo ya birthday yalikuwa hamna mm. Ilikuwa ikitokea birthday na eh. Maana anafanya wa mtoto mdogo, uh, unafurahi kuelekea ambaye ah, miaka miwili katimi za mitatu mm. na minne mm. Ila kwa watu wazima ilikuwa hakuna eh, na hata kama mtu mzima itakuwepo basi itafanyika ile Yaani mtu mzima anafurahi. Yaani tunasikia mtu mwenye pesa akafanya birthday bwana mm. Yaani sio kabisa ile kama tunavyofanya sasa hivi tulivyopokea sisi watu wa Uswahili mm. Lakini sasa hivi birthday imekuwa katika nafasi kubwa, na watoto imekuwa mara chache sana mm. Imekuwa sisi watu wazima mm. Na imekuwa kwamba mtoto yake keki tu. Eh, yaani, tunakuwa mtoto ah, sasa hivi ka, katimiza miaka mitano ah, atapigwa makofi imeisha. Imeisha. Lakini kwa sisi watu wazima tumeuvaa mm-hmm. Walisikia kwamba birthday ni kama harusi yeah. Birthday ni sehemu ya kulipiwa vitu vyetu mm. Birthday ni sehemu ya, ku... ya, kodi tajiri anakuja eh, ya kupewa makabati kama una mm. vitu vandani ndani mm. lakini vile, vile birthday tunaifanya kikubwa, kutakuwa na ngoma mm. kutakuwa na matarumbeta, kutakuwa na vijora na vijora, sikia samani eh, mm. kidogo mm, mm. kutakuwa kuna vijora mm. Vijora unajua kama wanachangishana yeah. alafu muza kijora ima mwenye birthday au nani iko hivi, na uh -huh. Kwa huku mjini mjini tunaita dress code yes. Watu wanaambiana tu ile kwamba sare ya ukumbi itakuwa ni rangi fulani tu mm. Kwa hiyo utajua utavaa nini, lakini iendane na hiyo sare ulioambiwa mm. Lakini uswahilini imekuwa tofauti kidogo, mwenye shughuli eh. Ndo anaenda kununua hivyo vijora eh. Alafu kwake ndo mnavifuata, ina maana kama inakuwa kama biashara fulani hivi eh. Yani, sio kama ni biashara <laughs> ukisema kama unakosea okay. Nibia, kwa sababu uh... zamani kama unavyosema, ilikuwa mm. ni zamani kwamba mtu anamuonesha kitambaa anakwenda Buguruni sheria anatafuta kitambaa chake cha bei rahisi, lakini sasa hivi kijolo unakinua kwa shilingi elfu hamsini mm. mm. kijolo unanunua kwa 1000 kijolo unanua kwa raki moja kwa mwenye f kwa mwenye shughuri na tunafanya vile kwa sababu mm -hmm. la ya shughuli, mtu anapoingia kwenye shughuli mm -hmm. lazima hale mm -hmm. lazima acheze mm -hmm. lazima aenjoy mm -hmm. Kwao tunavyoweka kijora bei ni kwa sababu ya kukata pesa ya chakula, kukata pesa ya nini, ya nini ya tarumbeti. Ukitoa kwenye vijola pia ina maana mchango haupo tena au? Hapana. Inategemea na kijora Mfano kijora cha shilingi elfu ishirini huli chakula wewe, utaishia kucheza. Mm -hmm. Kijora cha shilingi elfu hamsini mm utaishia -hmm. sambusa, <laughs> vikeki. Eh. <laughs> <laughs> mm. <laughs> <laughs> kijora bwana cha shilingi elfu ishirini unacheza mziki kweli. Mpaka asubuhi. Ch cha cha cha elfu thelathini aliyekula kala. Vikeki, e, basi. E <laughs> Ila cha elfu hamsini VIP. Eh, VIP hapo utakula utapata kinywaji chako cha kufanya kidogo mwili ukae sawa. Kwa kila kijola kina bei yake. Mm -hmm. Kwa hiyo tunaita kijola bubo. Kijola bubo ndio kuanzia 10,000, 20,000 hiyo sasa hapo, utacheza we paka utamwamia, uta, uta kusema ngoja nikalale. Lakini mara nyingi Lakini kuna maneno yanakuwa yanapita mle ndani, watoto wadogo wanasikia. Ah, yani sasa imekuwa vipi unajua? Mm. Zamani huwezi kwenda kwenye birthday ukakaa, kama upo kwenye madufu unafanya shingo hivi. Mm -hmm. Ina maana zita mm -hmm. Kuna mpiga ngoma unavomleta pale, mm -hmm. anapiga ngoma ambayo mpaka mwenyewe unasema sasa, mm -hmm. yani ngoma inaingia kwenye ubongo, rohani anapanda e, na kila mja <laughs> ana stim zake <laughs> kuna mwingine anapanda juu ya meza. uh -huh. Mwingine analuka judo, mwingine anakuwa yani anachanganyikiwa, yani unajua, sasa hivi watoto wa Uswahilini yani tarumbeta tunalichukulia yani tofauti Yaani, ikipiga tarumbeta mtu anavurugu, hata kama anapika chakula. Unataka una, una kuniambia kwenye kwenye shughuli ya Uswahilini mm. kama inakunja inapigwa nyimbo ya benpo au inapigwa nyimbo ya madii mm. Yaani unaweza kuona unawakata, una watu DJ, unaonekana yani DJ umepoa. <laughs> <laughs> Yani mbona unasema DJ umepoa? Mzoefu no so mzoefu, tunaona mambo ya Uswahilini alivyo mm. Lazima watu wanyanywe vijora vi, wanyanywe juu sasa mm. Nyimbo ya benpo, nanywaje kijora ki juu Haiwezekani, anavyonyunyua kijora ndani anakuwa na, na nguo ya mwisho kuvaa. Mara nyingi nguo za ndani huwa hatuvai. mm. Unavaa kijora, kijora na ngozi. mm -hmm. E, yani kijora huwezi kuvaa kijora ukishikilia, e, ukishikilia na kikae kabisa ah. Yani, upande mmoja mrefu upande mmoja mfupi kijora, e, sio kanzu kwamba kilingane, hapana. Na shingo lazima iwe <laughs> pana, yani ikuingize hewa kwenye kucheza na hapo uliposema kwenye watoto mm. kwa sababu kumbi zetu zinakuwa ni uswahilini inamaana nyumba ukumbi. Ndiyo. Na sasa hivi kuna vitu ambavyo vimebadilika mtu anayekuja na tarumbeta, nyimbo anazoziimba, mm. Sio sahihi, lazima achanganye na matusi, ambayo lugha sio nzuri hiyo mm. imekaje, na pale kuna watoto. Yaani ndio inakuwa sio nzuri, lakini kutokana na mazingira ambayo ma, ma, yaani sehemu ambazo tunazozifanyia shughuli mm. ziko mitaani, zimezungukwa na jamii hili sa, sawa wewe ukiwa kama mwanajamii sio sa sawa, kwa sababu shughuli sasa hivi zinaanza saa tatu mm. ambapo mtoto yuko macho na kuna kumbi nyingine, mimi nishashuhudia kabisa watoto wanakuja kuchungulia chini ya mageti yaani, mwanamke kashavua kijola kashakitupa pembeni, ukumbuke ndani ana kitu eh? ana kitu na watoto wamejua na, na, na kibali kinako kimetoka cha shughuli huwa mara nyingi sana vibali, mimi nahisi hakuna, kwa sababu kuna kibali kinaruhusu kwamba mtu ucheze una nguo ah? Yaani kibali cha shughuli kinakuwa kimetoka, ila kucheza, utachezaje? Hiyo utajua wewe. Watu wapi muda wa kwenda kutafuta kibali? Huwa kibali anacho mwenye baa <laughs> kibali anakuwa anacho mwenye baa Ila, sisi. Ah, kwa hiyo inaonekana kama amja kodi venue mm. Yani tu wateja mmekuja kwenye baa e, tumekodi baa, kwa hiyo sheria inayozingatiwa ni baa inafungwa muda gani? E, kwa hiyo hiyo kwa kweli sio yani, sio sawa kwa sababu na mtaa unakuwa na mtau, una katibu kata, katibu tarafa, katibu na mkasa, wajumbe mbele. Na kuna muda mpaka tunashiriki nao mm, unakuta mtu na birthday yako unamwalika mjumbe wako anakuwepo na yeye mjumbe a anakuwa na kijona eh, nategemea ya mjumbe yani, kama wa kiume atashona shati lake e, ambalo linaendana na mwenye shati sasa mjumbe, yeah. Nataka nijue kwamba ki, mm. Kishati anaoshona mm, anashona lela elfu ishirini <laughs> kwani hivi ni bifu au ni difu? Yani ile ni bifu bifu. Mm. Nilipita siku moja mtaani nikasema hiyo mm. e, ina, <laughs> eh? e, yani ina inazungumziwa kipassword hiyo <laughs> wanaelewa wakubwa kama <laughs> walivyoielewa wewe hiyo. <laughs> e, katika watoto, mi naona sio, haiko sawa, kwa sababu sasa hivi watoto wadogo unakuta mama anamposti mwanaye <laughs> anacheza tarumbeta <laughs> mm. anacheza mtoto kama anavyocheza mtu mzima, wenyewe wanakwambia kuna style fulani ya Zuchu, yani mtu kario moja juu kario moja chini. <laughs> Kwa hiyo yote watoto wananakili kutokana na mashughuli tunayoyafanya. mm. na kuna wengine hivyo wanakuja na watoto kwenye birthday. Yani mtu anaingia kwenye shughuli anaingia na mtoto wa miaka kumi mm. miaka mitano hivi, mtu kuvaa uchi, kuto kuvaa, mm. nguo ya mwisho kuvaa, mm. ana nguo ya mwisho kuvuliwa, mm. kuto kuivaa hiyo ndani ya dera, mm. ni fashion au ya shamba? Yaani kutovaa nguo ndani Kwenye nyi Uswahilini, e, e, sisi tunaona ni fashion, fashion kwamba mtoto wa mjini. Wewe unasemaje? mm. kwa mimi hapa navyoipokea mimi. Mm -hmm. mimi, mimi mimi mtoto wa Uswahilini kwa sababu sipendi kuvaa kijola na kitu ndani niwe mwazi, okay. ila kwenye kucheza huwa siwezi kuvua mm. no, najizingatia e. lakini huwa anapenda kuvaa kama hivi kamahivi kijola, ndio huko kwa hapa kwangu mimi kwenye mradi koma e. na leo nataka nikomeshe hicho kitu mm. <laughs> Yaani, ni sawa au shamba? Sio sawa kwa sababu yeah, sio sawa kama uta, utachukua kijola mm-hmm. Utacheza kwenye shule umekivua kwa sababu mwingine anaweza kavaa kijora kirefu mm. hakioneshi mm. Lakini hajavaa nguo nyingi ndani, kinaweza ah, kaonyesha kwa sababu kijora si kizito cha hivyo, kama utapigwa full light e, kama kuna mwingine ndio hivyo, inakuwa sio sawa, lakini kivizuri zaidi mm -hmm. Tunatakiwa tuvae kijora kwa sababu zamani tuko walikuwa wa, wa, wanavaa mandasketi, ina maana vijora sasa hivi ni vifupi mm -hmm. Uvae kijora kinaishia hapa na mandasketi na kuwa ndefu, naonekana ni ushamba, yani unazidisha nguo. Watu wa mjini wanakuambia nguo nzito, joto kali Dar es Salaam. Kwa hiyo labda tu- labda labda tushauri labda watu wavae labda tight ndani mm. labda na tuseme labda sio top dress ambazo mm. e, ukipigwa na taa haionekani mm. <mimu> <mimu> okay. Mimi nimependa sana kama inakuwa mjumbe naye anashiriki na najua alichoshiriki ni nini mm. nimependa sana e, na wajumbe yeah. Paka kuna muda nakasirika anamwambia azima mziki, unaambia inazimaje? mziki, mziki. mi nimelipia mm. Mjumbe, nimekuja kukupa heshima. Kama unaona, umeona umekare kitu kimekoboa mlango ule pale mm. Kwa hiyo yani ni vitu ambavyo ni yaani, viko kwa wingi kwamba udogo tunaye na tunatambana na kwenye mabifu. Tajiri kaja, e, kaja, kaja kutoa hela yangu e. Na uzuri wa na anapokuja, apishwe e. E. apishwe njia e. Mambo ya shilingi elfu tano ya shilingi elfu mbili so ya elfu ishirini usipotoa atukuziki mm. Yaani haitakiwi kwa mm -hmm. Sababu mimi napokuja kwenye shughuli yako unapokupa pesa, kuna watu pembeni wanaandika. Yaani sitoi pesa kama natopa karatasi. Natoa pesa natua, <coughs> naweka. Natoa na naweka. Kwa hiyo hata kama unaumwa basi salamu zitakufikia. Tafuta kama yeko. Uko mwimbili, mm -hmm. mtume mtu, alete mzigo wangu ufike salama. Mm -hmm. Asante mliokuwa nyuma mso, eh, wana maneno yao fulani unaweza ukatupa kama na eh. Yeah, una. Yeye birthday. Ulifanya birthday yako kwa na MC anazunguka ingia mwenyewe. Hivi ni birthday au ni birthday? Ni huwa mara nyingi sana unapokuwa kwenye shughuli kuna hmm, mwingine anaweza kaleta ubabaifu, hmm, shughuli imefika, naumwa kumemuongwa tukadi wanaekiwa madri kwa udanganya kwamba mi naumwa, mtu anapiga picha. Kwa hiyo mi nashika mic natoka na, <makes> mina na gari yangu ya matangazo mpaka uh -huh. eneo la la ule mhusika uh -huh. kwa hiyo hata kama unaumwa unatumia sijui gesi sijui Auxiliene. Unakaribia kufa Israeli yuko Buguruni, wewe uko Kariakoo. Naomba mzigo wangu ufike, punda afe mzigo ufike, ufike kwa wakati birthday hizo mm. Kwa hiyo kama ana mume wake <laughs> ana ndugu yake anasikia tangazo mm -hmm. atamfuata mtumi wake, atachukua mzigo wangu, atauleta, taarifa itafika. Na kisa cha kupigana kwenye birthday ni ubabaifu ambapo umekuja kwenye shughuli yangu na bifu na mtu mwingine unaja kumalizia kwangu. Hilo ndo mara nyingi sana, mara mbili matatu nimesikia. mm. kwenye shughuli yangu sitaki fujo, wanaharibu na fujo na ni huko huko watu wanapopigana na, na shughuli inapokufa. Kwa hiyo unatakiwa mwenyewe kwanza, kwenye shughuli ufunge mkana, wengi njanginja mnaita kufunga, inaitwa kufunga, kufunga mm. ufunga shughuli inakuwa hiyo mm. haipo katika kufunga shughuli, fujo zisitokee, tunazifunga, inategemea na mganga wako mm. Mganga umemtoa Chanika, lazima shughuli watu watapigana. mm -hmm. Mganga umemtoa Tanga, umemlipia nauli vizuri, akala ugali kashiba, wakashiba, siku ya shughuli akafanya mambo yake mm -hmm. Ngumi haiwezi kupigana, tunafunga kula, tunafunga ngumi mm -hmm. Yani kupigana hamna mm -hmm. wala kutukana namna mm -hmm. Yani na wewe kula, chakula unachokula kidogo, ambapo eh, yani kuna mtu anakula chakula ameshazoea kwake kula nusu mm -hmm. Kula mpaka mashavu ya mtetemeke kazoa, eh e, lakini shughuli yetu inaombea Alhaji al kazoa ukipiga mm. mikono miru umeshiba, kama umekula vyakula kwa, kwa tunaombea hadi chakula na hadi choo, yani usipate cho pale mm. ukapatia mji wako eh, wewe kutoka nje ya geti tumbo limeshakuvuruga ukiwa ndani ya shughuli yangu Yoko, yani hakuna chochote mganga una mganga naye natambana kaa nauli kaingia mjini, unausikia tu atambulishwa. Mm, sasa wale wa shamba wa shamba, mganga anamtoa Charinze. mm -hmm. mganga anamtoa Chanika, mganga kapewa na ndugu maana eh. mm -hmm. Basi siku mbili tatu kaiga kapata uganga Mm. Hapo lazima ngumi ziwepo. <laughs> Mm. Tumejaribu kuzungumza yote hayo katika mradi koma Mm. Tupo kwa ajili ya kukomboa maadili na mazingira mm -hmm. Tunaona kabisa maadili yanamomonyoka mm -hmm. Yanaharibika na watu wanakuwa wengine hawajui, lakini wengine wanajua ila wanashindwa kujizuia. Mm. Kuna faida na hasara Mm, kwenye kuchangishana na vitu kama hizo kama kwenye michezo kikoba kinyonya Mm. Damu sijui kidude gani, au sio? Faida zake ni ndogo sana naziona kuliko hasara Mm. G. Mm, labda turudi kwa Dazai ndo mambo yake. Unarudi kwa Dazai vipi? Wewe mtu wa elfu mbili nataka unaambia. Mimi sijui faida za uko Kiswahili. Mm. Kwamba wewe sio mtu wa Kiswahili? Unasemaje unavyoziona? Kwa mimi navyoziona mamonyoko wa maadili na kuna shamiri sana kwa ajili ya hizo shughuli kama hivyo, amesema Dazai watoto hata kifungiwa milango bado watachungulia chini ya mageti. Mm. Hiyo faida hizo ni moja ya hasara. Ni hasara, faida zake mimi sioni faida yoyote. Dazai kwako? Mimi naona kwamba ni hasara au sio maadili hmm. so issue. Yaani sio kuna hii mara nyingi sana tunaanza na wenye mabaa. Hmm. Ina maana wenye mabaa ndo wanatakiwa wakemee, yaani usipokee pesa kwa ajili ya kutengeneza mazingira yako ya kazi yako huko, unasahau kuna watu nyuma yako, jamii okay. na kuzunguka ndio maana nimesema ukitaka kutafuta sana, ukumbi nyingi zinazofanyika ni za uswahilini ambazo watoto wapo mm. na usiku sauti zinakwenda mbali mm. kwa hiyo, kwanza tuanze na wenye mabaa wakemee tabia za matusi, wapige matarumbeta, wanachukua maiki, wanaimba nyimbo za matusi, sauti zinakwenda mbali mm. watoto wananakili. Unajua siku leo mtoto unamkuta yuko shule anaimba nyimbo za ajabu, wazazi unaitwa, na ukija kuangalia kwamba jana Mwajuma alifanya shughuli, Tabu alifanya shughuli lakini katika shughuli yake aliongea maneno haya na haya na haya. Kwa hiyo ni hasara kwa watoto wanaelewa kwamba hasara mm. yake ni kubwa mm. sana. Mm. Naomba uniambie nukta kidogo ya faida ambayo wewe unahisi kwenye hivyo vitu kunakuwa kuna faida. Kwa mimi faida ninayojua ndiyo maana nikasema napochangisha vijola napata hela, mm. napata kipato. Kama ninaliwa, nadaiwa kodi, ina maana najua nikifanya birthday yangu moja na nina watu wangu zaidi ya 200 kila kijola kina bei yake na uwezo wa kulipa kodi na uwezo wa kuendelea na mambo yangu mengine kama labda kama kuna kitu ambacho kimepungua. Na wapo watu wanafanya birthday mara mbili, ili mradi eh watu wengi, mtu anazaliwa mara nne kwa mwaka e, kwa ajili ku, ya kutaka tu kwamba alipwe. Sasa mimi kwa mm. na mtazamo tofauti sana mm. faida ninayoiona no hapa mm. ni ndogo kuliko hasara. Faida ni kwamba inawaunganisha, wanakuwa wamoja e. wanashikana kama ukuta mm. eh, wanakuwa kama watoto wa baba mmoja mm. la kwao linafanikiwa mm. wakisema sauti nasikika sasa. hata usipochangia mm. eh, na usi hata kukuta na kwa nini usichangie? mm. hata ukiact unaumwa utarudisha mm. Sasa umoja wa namna hii ni mzuri mm. kama utafanywa kwenye mambo Mazuri. Mm. Eh, mbali na hivyo vyote vilivyobakia hapo, hasara tupu. Mtu mzima kama wewe kwenda kuvaa ledude bila kuvaa nguo ya mwisho kuivaa kidogo inakuwa mm. aadhirika, yani upepo ukija, hata kama mpanda pikipiki ukabinuka inakuwa ni e, mtihani e, au kapata ajali e. Maana shughuli inakugana kama kupigana. Kuna watu sasa hivi kwenye, mtihani, kikiana, e, kwenye, kwenye, kwenye mitandao, tunaona, na lazima vocha uchune ya kijamii mtu katika shughuli anaonesha ameshaniwa kijora. mm. Kuna watu wanaachika kwenye ndoa zao mm. Yani mtu anamdanganya ya mume wake, anakwenda kwenye shughuli, anavua nguo, anapigwa picha. Mume uko safarini, anaiona kwa hiyo mara nyingi sana kuna watu wanachika kwenye ndoa zao, difu difu linakuwa kubwa, mm, lina <laughs> Yani, mtu mwanaume ajaye kuona vile vitu kwa anakuja kuviona kwenye mitandao mm. Kwa hiyo ah, asala zake hizo. Kumbe watu wengi tunaliona. Hey, hey, kwa hiyo kuna mtu ambaye kwake mtu unaolewa, familia yako ina maadili leo mkwe anakuja kuingia kwenye mtandao anakukuta umepanda juu ya meza mm. Huelewi mtu na maana, alafu umevaa dera chukuchuku, alieleweka. Hey, raha, mm. Raha ya kutizama eh, natumia lugha hii mm. ni aushi kutizama kalio la mwenza wako, raha yake uwe peke yako mm. lakini mkilitizama watu wengi, umma unatizama, kila mmoja anarekodi a... mm. inakuwa sio nzuri pamoja eh. kuna mwingine naye hajui kama anarekodiwa mm. lakini anajua kama anachokifanya ni sahihi, lakini mwisho siku wao yani zimevunjika ndoa nyingi sana, watu wamepata mm. sara, watu wamepigana mm. nipo hapa kuhakikisha unalambaza pamoja nami ili uweze kupata maarifa stahiki, wakati ukuta yaliyomo yamo. Huyu hapa Gabo mwanangu wa Zigamba Salim mtoto mzee Ahmed Mbuji, na mshititi wa lugha Waushinadim kwenye hichi kipindi cha mradi koma, niko nami wako ji najaribu kulambazia, si vyema sana kuendelea kufanya hivi vitu eh, kwa sababu vikifanyika hivi vitu hasara yake ni kubwa sana, lakini vikifanyika mbadala wake tunaweza tukavuna mengi yaliyokuwa mema na watu wakafaidika zaidi na ziada yake. Ciao.